Asante sana kwa wote ambao umefika kwenye live session yetu hii, na leo nitakufundisha kwa ajili ya kushangiliwa leo. Nipo hapa kubadilisha namna ambavyo mnafikiri, yaani kinachofanikisha sio mahali unapotaka kwenda, bali ni mahali Mungu amekwambia wewe uwe. Ngoja niulize swali moja, je, ni wangapi hapa wanaamini kwamba ukihama ulipo sasa maisha yatabadilika? Sawa. Sasa nataka niseme kitu kimoja wazi kabisa. Watu wengi wanataka kubadilisha mahali, lakini hawataki kubadilisha wao wenyewe, na hapa ndipo matatizo yote ya maisha yanaanzia. Kuna zana potofu bwana, ya kuhusu mafanikio. Leo dunia imetufundisha uongo mmoja mkubwa sana, na uongo huo unasema, tatizo langu ni mahali nilipo. Ndiyo maana mtu anasema, hapa hakuna fursa, nchi hii haina maendeleo, nikitoka hapa nitafanikiwa. Lakini hebu ngoja uh, ni kuulize swali la msingi sana. Kama mahali ndiko kunaleta mafanikio, kwa nini kuna watu wako Marekani lakini wana stresi? Kwa nini kuna watu wako Ulaya lakini wanaishi kwa madeni? Kwa nini kuna watu wako mjini lakini hawana amani? Ukweli ni huu, mahali peke yake haiwezi kumfanikisha mtu. Mfano wa maji machafu. Sasa sawa, hebu tufundishane kwa mfano rahisi sana. Chukua ndoo ya maji machafu. Yale maji ni machafu, sindiyo? Sasa ukiyabeba yale maji, ukaenda nayo Dar es Salaam, ukaenda nayo Marekani, ukaenda nayo Dubai, je, maji yatakuwa safi? Jibu ni hapana, kwa sababu ulichobeba ndani ndicho ulichokipeleka. Ndivyo ilivyo kwa maisha ya mtu. Ukibeba uvivu, kukosa nidhamu, lawama na visingizio, ukihama navyo vitakufuata. Maana halisi ya mahali Mungu amekwambia uwe. Sasa hapa nataka tusimame wote kidogo <laughs> tunaposema, mahali Mungu amekwambia wa uwe, watu wengi wanafikiri ni nchi au mji. La hasha, hapa tunazungumzia hali ya mtu. Mungu anakwambia uwe mtu wa nizamu uwe mtu wa uaminifu, uwe mtu wa bidii, uwe mtu wa subira, uwe mtu wa maamuzi sahihi. Hapo ndipo Mungu huanza kazi ya mafanikio, kwa sababu Mungu habariki uvivu, Mungu habariki machafuko, Mungu habariki mtu asiyejirekebisha. Ngoa nikupe mfano wa watu hawa wawili, hebu ngoa nikupe mfano mwingine sasa. kuna watu wawili bwana. Mtu wa kwanza yupo hapa hapa, anaanza kidogo, anachelewa kulala, anajifunza, anaheshimu watu. Mtu wa pili amehama, lakini ni mzembe, hathamini muda, analaumu kila mtu. Ni nani atafanikiwa? Jibu ni rahisi, yule aliyejirekebisha ndiye atakayefanikiwa, kwa sababu mafanikio yanamfuata mtu, hayafuati anwani yatakiwa kujitathmini kuwagusa watu moyo. Sasa nataka kila mtu ajitazame ndani yake, jiulize kimya kimya, je, mimi ni mtu wa aina gani? Nikipewa fursa leo, nitaisimamia? Nikihamishwa leo, nitabadilika au nitabaki yule yule? Kwa sababu ukweli mchungu ni huu, watu wengi uh, kwa sababu sasa ukweli iko hivi Watu wengi huwa wanakosa fursa, wanakosa maandalizi. Nataka nikumbuke kwa sentensi hii moja, usikimbilie kubadilisha mahali kabla hujabadilisha mtu uliye ndani. Ukibadilika wewe, hata hapo ulipo panakuwa mwanzo, hata kidogo kinakuwa kikubwa, hata changamoto zinakuwa daraja. Lakini usipobadilika hata uende wapi matatizo yanakufuata. Namalizia kwa kusema kwa sauti kubwa hivi: kinachofanikisha sio mahali unapotaka kwenda, bali ni mahali Mungu amekwambia uwe. Uwe mtu sahihi, uwe tayari kujifunza, uwe na nidhamu, uwe na bidii, mengine yatakuja yenyewe. Asanteni sana, na nikutakie siku njema wewe ambao umehudhuria kwenye sesheni yetu hii yeah. Hapa kwa heri. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.